Katibu mkuu wa CHAKAMWATA Meshack Kapange amesema hayo wakati wa mkutano na waandishi wa habari jijini Mbeya, akibainisha kuwa zaidi ya shilingi bilioni 12 zimekatwa isivyo halali na Chama cha Walimu Tanzania, CWT. Hili jambo tumejaribu kulifanya kwa miaka mingi kulipigania. Sasa tunachukua hatua mpya, ambayo tunakwenda na matenda, kwa matendo tunachukua action Kuingiza makato kwenye mshahara wa mfanyakazi kinyume cha ridhaa yake ni kosa, tena kosa la jinai. Labda hayo makato ya lazima kisheria kama vile makato labda ya kodi ya PAYE, pay as you earn, kodi ya serikali, lakini mengine lazima mfanyakazi aridhie. Tuna halmashauri mia moja ishirini na tano nchi nzima katika mikoa ishirini na mitano Ni mkoa wa Singida peke yake ambao hauna nongwa yote na CHAKAMWATA. Tumeshawapelekea waajiri wote nchi nzima barua za notice of intention to sue kusudio la kuwashitaki na wanatakiwa watujibu ndani ya siku thelathini, na tunawadai jumla ya shilingi bilioni 12 milioni 326 laki 9 na sitini elfu na 571 na na senti 90. Katika hatua nyingine, Kapange amesema kuwa halmashauri zinazolalamikiwa zaidi ni Ilala na Temeke, huku akitoa wito kwa Rais Samia Suluhu Hasani kuwachukulia hatua wakurugenzi wa halmashauri walioshiriki kwenye sakata hilo. Tunataka hii tabia ya kuvamia mishahara wafanyakazi hasa walimu ikome. Na katika halmashauri hizi zinazoongoza ni zitaji halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam, inayoongoza ni halmashauri ya Temeke, imewafanyia mambo haya wanachama wetu elfu moja mia tisa tisini na moja. Jumla Temeke peke yake inalewa shilingi bilioni mbili milioni mia tatu arobaini laki tano arobaini na tisa elfu mia sita thelathini na tano na senti sitini halmashauri inayofuata kukudaiwa ni halmashauri ya Ilala imefanya haya kwa wanachama wetu elfu moja mia saba sabini na moja na tunaidai shilingi bilioni mbili milioni ishirini na saba laki nane arobaini elfu mia tatu kumi na tisa na senti themanini. Kwa upande wao, baadhi ya wanachama wa CHAKAMWATA wameeleza kuunga mkono hatua wa hiyo, wakisema ni wakati mwafaka wa kusimamia haki zao kwa nguvu zote. Majina naitwa Joseph Abraham Mwamloka. Ni mwalimu pia ni mfanyakazi hapa CHAKAMWATA makao makuu. Mimi niseme tu neno moja kwamba sisi, hatua ambayo inafuata sasa ni hatua moja tu, nao ni hatua ya kwenda kumalizana nao mahakamani kwa utaratibu wa kisheria kama sheria inavyoeleza. Kwa majina, naitwa Faraja Asheli Mwambulo, ni mwalimu sijaajiliwa, ila nipo hapa CHAKAMWATA. Sisi chama chetu cha CHAKAMWATA kina kinasikiliza matatizo ya walimu wa aina yoyote ile, walioajiriwa wa na wasioajiriwa, kwa sababu niliona ni watu ambao wanapigania haki na, na maslahi ya walimu, wapo tayari kutusikiliza walimu wote Tanzania ni wasioajiriwa wa, wanasikiliza matatizo ya watu wote. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole wa Hope Channel Tanzania.